Nakumbuka mzazi alinipa shilingi sabini elfu. Aliponipa sabini elfu, hii ndio, ndio hela yote ya kwenda nayo shuleni. Nimefika nimetoka kijini, nimefika Mafinga naangalia ile hela haipo ehi. Kimsingi niliibiwa yote, yani niliibiwa yote hapo. Niko hapo Mafinga nilibabaika sana. Sasa safari siwezi kuendelea nayo na hela sina, nikapaswa kurudi. Nirudije? Kulikuwa na mapadre pale Mafinga semina, nikaenda kujieleza, akili nisogea tu Mapade pale ukeo, wanaotoka Njombe, wakanisaidia nauli ya kurudi nyumbani. Nilivyojieleza wakanisaidia nauli ya kurudi nyumbani, nimefika nyum, eh, nimefika Njombe mjini, kabla sijapanda kwenda kijini, nikakutana na rafiki yangu mwingine tena ambaye tulisoma naye pale kwa Uwemba akaniambia, mzungu alikuwa Mjerumani. Nikaenda akasema andika. Nika ya andika ap apatanisha eleza maelezo yako nikaandikiwa, akanena nivyoandika barua ile akanipa fedha ya ada ya mwaka mzima Deo, pamoja na nauli ya kuja Tabora Boys. Nakumbuka wakati ule nilipewa nilipewa ilikuwa laki moja ishirini na mbili nafikiri. Nilipopewa fedha hii, nikarudi kwanza kijijini kwenda kuambia wazazi kilichonipata, halafu baada ya hapo nikaanza safari kuja. Walipokeaje swala la kuibiwa? Kwanza hawakuamini hawakuamini. Kwa nini? Kule kijijini Deo, kuna wazee walikuwa wanawambia wasema vijana wa siku hizi ni matapeli. Yaani hii hela amekula njiani, ameamua kuja kuwaibia tena. Kwa hiyo baba akasema, kama hutaki shule baki hapo.